Mlango wa sitini na mbili. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakavyo. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako, nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Hutaitwa tena aliyeachwa, wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa, bali utaitwa Hefsiba na nchi yako Beula, kwa kuwa Bwana anakufurahia na nchi yako itaolewa. Maana kama vile kijana amuavyo mwanamwali, ndivyo wana wako watakavyokuoa wewe, na kama vile bwana arusi amfurahiavyo bibi arusi, ndivyo Mungu wako atakavyokufurahia wewe.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 wala wageni hawatakunywa divai yako ulioifanyia kazi. Lakini walioivuna ndio watakaoila na kumhimidi Bwana, na walioichuma ndio watakaoinywa ndani ya nyua za patakatifu pangu. Piteni, piteni katika malango, itengenezeni njia ya watu, tutieni, tutieni barabara, toeni mawe yake, twekeni bendera kwa ajili ya kabila za watu. Tazama, Bwana ametangaza habari mpaka mwisho wa dunia, mwambieni binti Sayuni, tazama wokovu wako unakuja. Tazama tawabu yake i pamoja naye na malipo yake yako mbele zake. Nao wataitwa watu watakatifu, waliokombolewa na Bwana, nawe utaitwa aliyetafutwa, mji usioachwa.